Naam, mtazamaji wa Trendy TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa ufafanuzi zaidi kiundani kuhusiana na videos ambazo zimeanza kusambaa huko mitandaoni, zikiwa zinaonyesha, zikiwa zinamuonyesha kijana eh, wa makamo akiwa anaelezea hali yake ya kiafya baada ya kutokwa vipele mwili mzima akiwa tayari amelazwa hospitalini, na ugonjwa huu ni mpya ambao unamsumbua huyu kijana, ambao ulikuwa hujajulikana lakini tayari tafiti zimesha e, fanyika na tayari kumeshatolewa taarifa rasmi jioni hii ya leo kuhusiana na ugonjwa huu ni upi, ambao umelipuka, na huu ni ugonjwa mpya kabisa. So kuna hii video ambayo namwonyesha huyu jamaa akiwa anaelezea kuhusiana na hali yake ya kiafya, kitu ambacho kimeshtua watu wengi sana na kutaka kujua kiundani, nini ambacho kime au ni ugonjwa gani namekuajikuwaji ni na nini kinaendelea. Kwa ajili ya kukufafanulia yale ambayo tumeyapata hivi karibuni kuhusiana na ugonjwa huo kiundani zaidi, lakini kabla tujafika huko, nataka kwanza umsikilize kijana mwenyewe akiwa anaelezea hali yake jinsi ilivyo, then ni kuelezea kile ambacho kimegundulika kuhusiana na huu ugonjwa. Yeah, so hii video ilisambaa mitandaoni na watu wakawa wanajiuliza kwamba kwani kuna ugonjwa gani, mbona hatuelewi na kuna peji nyingine wakaja wakaandika kwamba bwana e, kuna ugonjwa bwana e, e, kama huna taarifa kuna ugonjwa mpya hapa Dar es Salaam. Sasa habari kamili kuhusiana na hii ishu ni kwamba inasemekana kwamba Wizara ya Afya e, Wizara ya Afya inasema kwamba hadi kufikia sasa hivi jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika na ugonjwa wa mpox chi, ee, nchini hii ni baada ya uchunguzi wa maabara kufanyika baada ya wizara kupitia, kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa, wagonjwa, wa magonjwa kupokea taarifa za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mkononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Taarifa iliyotolewa leo Machi 10, 2025 na Waziri wa Afya Janista J Mhagama inasema kwamba dalili hizo za wahisiwa zinaambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo ambapo kati ya wahisiwa hao mmoja ni, ni deresa wa maga, n, mmoja okay, amekosa kuandika. Mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetokea nchini nchi jirani kuja Dar es Salaam, so habari ndivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo huu ni ugonjwa wa mpox kama ulivyofahamu. Ee, kwa hiyo wanasema kwamba Wizara ya Afya kushirikiana na ofisi ya Rais Tamisemi na vituo vyote vya kutolea huduma ya afya vinaendelea na ufuatiliaji na uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Chanzo cha ugonjwa huu ni mnyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza hmm, kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababishwa na kugusana na mnyama huyo maji maji maji maji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kuambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja umeona, eh? Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia wakaendelea kusema kwamba kwa taarifa hii Wizara ya Afya imewahakikishia wananchi Uh, kwa imewahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu, na hasa kutokana na uzoefu tulionao wa kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji wa elimu ya afya na kuhamasisha E, jamii ili e, kuwa, ili kuwawezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo huu ni ugonjwa mpya ambao e, unatoka kwa wanyama kama vile nyani. E, bwana, kwa hiyo ukila nyama ya nyani au kigusana na nyani majimaji yanapelekea kupata ugonjwa huu, na huu ugonjwa binadamu anapoupata anamwambukiza binadamu mwenzie kwa kugusana naye tu. Kwa hiyo Wizara ya Afya imejidhatiti kwamba wanafuatilia na wanadhibiti ugonjwa huu, na waliopata ugonjwa huu tayari wameshaanza kupata huduma za kiafya. So hivyo ndivyo mambo yalivyo sasa. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao kama ilivyokuwa kawaida. E, kuna mtu hapa anaitwa Colgate TZ anasema na kwamba k okay. Haya kwa bwana sokawebwana... mabaya <laughs> bwana huo ni amesema ha kwamba hao ni wakongo warudishwe kwao. Kwa mtu anasema bwana, Mwenyezi Mungu atunusuru kwa kweli. Kwa mtu anasema kwamba huu ugonjwa ushindwe na ulegee fire fire, mtu amecomment hivyo. Kwa mtu mwingine hapa ameandika kwamba e, hey, bwana, Mungu atusaidie na familia zetu pia, awaponye hawa ndugu zetu amen. Kwa mtu anasema bwana, sio wawili tu bwana, semeni tu ukweli, watu wa kinge, watu wajikinge, video zipo, watu wapo karantini huko kwa mtu ameandika hivyo, Bwana Mungu wangu, tunaomba utuepushe bwana. Andikeni vizuri taarifa, tajeni na hiyo nchi jirani yenyewe, pia ni ipi au haina jina? Ukipata jitahidi usijikune, kueneza maji maji ya, au tumia maji maji ya baking soda au paka baking soda mwilini. Na pia vile vile jitahidi kunywa maji mengi, sukutua so mdomo na maji ya chumvi, jitahidi kulala vya kutosha, tumia dawa za kushusha homa pia. Kuna mtu hapa amekuja kutoa suggestions zake. Haya. Kwa mtu amesema kwamba bwana, eh, bwana cha kufanya ni kwamba mjitahidi mpigwe chanjo ndugu zangu. Kwa mtu amesema bwana, eh, Allah, tunaomba utunusuru, utostiri. Kwa sababu bwana huo ugonjwa hata hatuuogopi kama ambavyo hatuogopi magonjwa mengine kama ukimwi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa sababu kwa bwana, Mungu, tunusuru na janga hili jamani. Kwa sababu bwana, eh, damu ya Yesu itulinde. So kila mtu hapa amekuja kuweka dua zake na maoni yake kwa ujumla kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa huo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau, weka nawe pia maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.